Takwimu za pato la taifa kupikwa kwa maana kwamba sio takwimu sahihi. E, pili, taarifa ya serikali kukomba fedha za mashirika ya umma kutoka benki kuu na kuzitumia kwenye matumizi yake e, yenyewe na kwa ajili ya kupeleka bungeni swala hilo, na tatu, taarifa ya ya makubaliano kati ya serikali na kampuni ya Barrick Gold ambayo, eh, makubaliano hayo tunataka kujaribu kuona eh, na kupata eh, maoni ya chama na kuweza kuwaelimisha wananchi ni nini hasa kimo ndani ya makubaliano yayo ya sasa. Kwa mazingira eh, kama hayo tuliona kama ni muhimu kikao cha kamati kuu kiitwe kwa ajili ya kujadili swala hilo na e, kama mnavyofahamu e, tumetaarifiwa na vyombo vya habari kwamba tumepata fedha nyingi kutoka Barrick zaidi ya shilingi bilioni mia saba lakini wananchi wanafahamu kwamba wakati serikali inapokea taarifa mbili za makinikia, taarifa ya Profesa Mruma na taarifa ya Profesa Ossoro, tulielezwa kwamba fedha ambazo tunawadai ni zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 194 ambao ambayo ni zaidi ya shilingi trilioni 400 na leo tumekuja kuambiwa kwamba tunapata bilioni 700 ambao ambayo ni dola za Kimarekani milioni 300. Sasa katika mazingira kama haya ni lazima tuhoji hizi zingine inakuwaje, na serikali inasema kwamba tutapata asilimia 50 ya mgawanyo wa mapato na Waziri wa Katiba na Sheria, Profesa Kabudi amefafanua kwamba e, tutapata mgawanyo baada ya kuwa tumelipwa kodi. Lakini Profesa Kabudi katika ufafanuzi wake haongelei gharama, gharama ambazo zitatumika kuchimba hiyo dhahabu, na kawaida e, kodi inatozwa kwenye faida kwa maana yake ni kwamba anachozungumza Profesa Kabudi ni kwamba zitaondolewa kwanza gharama, halafu italipwa kodi, halafu ndio tutagawana hiyo asilimia hamsini, asilimia hamsini. Lakini tunajua kwamba ukiwa na hisa asilimia kumi na sita, mgao wako wewe ni asilimia kumi na sita. Inakuwa aje wewe na hisa asilimia kumi na sita afu ugawiwe asilimia hamsini ya mapato tena bila kutoa gharama? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo E, tuna, lazima tuyahoji kuna serikali iweze kuyatolewa ufafanuzi, kwa sababu ni mambo ambayo inaonyesha dhahiri kwamba wananchi wanadanganywa, na wananchi wakidanganywa, ni wajibu wetu sisi kuwaeleza kwamba wanadanganywa na makubaliano ya serikali na kampuni ya Barrick. Kama mlivyosikia, e, tayari e, wao wenyewe Acacia na Barrick hawaelewani ni nini ambacho kilikubaliwa, na maana yake ni kwamba wao wazungu na makampuni yao wanatucheza shere, kwamba wamekaa na sisi siku themanini kujadiliana, alafu si ndani ya dakika chache hawakubaliani kile ambacho wamesema, wame, wame, wame kwamba wamekubaliana kwa hili. Ni jambo ambalo sisi tutaendelea kusemea ili serikali iendelee kutoa ufafanuzi na kuwaeleza wananchi kwamba tumelishwa kasa Tumeingizwa mkenge, tumedanganywa na serikali yetu, ambayo tuliamini kujadiliana na makampuni haya ya madini, lakini hawajaweza kuleta kile ambacho waliwaahidi wananchi kwamba wataleta. Kwa hiyo walikuwa wanatu eh, take wananchi for granted, na wananchi hatupaswi kukubali jambo eh, kama hili. Jambo lingine tumelizungumza ni swala la wanachama wetu kuondoka kwenye chama, na tumekubaliana kwamba hawa e, e, wanachama ambao wameondoka wametumia haki yao ya, ya ya kikatiba, na kwa maana hiyo ni kwamba sisi tumewapa baraka na sisi tutaendelea kujenga chama na kuwataka wanachama wetu waone kwamba bado chama chetu kipo imara na hakitetereki haki, tetereki, haki yumbi, bado kipo kwenye misingi ya kuasisiwa kwake. Wenzetu wamepata fursa ambazo sisi hatuwezi kuwapa hizo fursa. Kwa hiyo, tumewapa baraka zetu kwamba waendelee kwenda kuitumikia nchi kwa maeneo hayo ambayo wanaenda ee, kuitumikia nchi e. Tulipokea sisi barua ya mfano ya katibu e, mwenyekiti wetu wa kamati ya kampeni na uchaguzi, ndugu Mwigamba akieleza ya kwamba chama kimepoteza mwelekeo, chama hakifuati tena misingi. Sasa kutokana na unyeti wa madai hayo kikao cha kamati ya uongozi kiliona kwamba ni vizuri e, ndugu Mwigamba aje kwenye kikao na aweze kutueleza hayo ili tuweze kujirekebisha. Bahati mbaya sana mwenzi wetu hakuweza kuja na akafanya mkutano na waandishi wa habari, ambapo walitangaza kujiuzuru wanachama wa chama chetu na kuiunga mkono serikali ya sasa. Sisi tunamtakia kila la heri, lakini sisi tunaamini kwamba serikali ya sasa ni serikali ambayo inaua uchumi na inakandamiza haki za watu, haipaswi kuungwa mkono na mtu yoyote ambaye anapenda demokrasia eh, katika nchi yetu. Kwa hayo kwa ufupi, ndio yale ambayo tuliyazungumza katika eh, katika mkutano wetu wa leo. Uh, viongozi wa wapinzani mmekuwa mkiitwa kwamba hii ni baraka, mnaotetea wale watu wakashi au mnapigania haki ya Tanzania, hasa kwenye hili suala la madini? Sisi tu, hatuwezi kamwe kuwatetea Acacia sababu, sisi, tumekuwa tukipambana na Acacia ya miaka yote, tumekuwa tukipambana na Barrick miaka yote. Niambie mtu wa CCM ambaye aliwahi kufukuzwa ubunge kwa sababu ya kupinga mikataba mibovu ya madini kama sio e, mtu wa upinzani. Mimi nimesimamishwa bunge kwa sababu ya kupinga mikataba, mikataba mibovu, na kwa hiyo sisi tunachokitaka ni wananchi kufaidika. Hatutaki serikali ijifungie na wawekezaji wakubaliane kwa faida zao wao, sisi tunataka wananchi ndio wafaidike na rasilimali madini ya, ya, ya, ya nchi yetu. Kwa maana hiyo ni kwamba e, sisi ndio ambao tunapigania maslahi ya wananchi na sio serikali ya Chama cha Mapinduzi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi ndio iliyowaleta wawekezaji, ndio iliyowakumbatia wawekezaji, ndio iliyokuwa inawatetea, wakati sisi tunapambana mikataba ya madini iwe wazi na mikataba iweze e, kurekebishwa na sheria zirekebishwe. Na ndio hao hao ambao leo wanatutangazia kwamba tunawadai kasi ya trilioni mia nne. Kila mwananchi angeweza kupata noa, lakini sasa hivi tunaambiwa kwamba tutapata bilioni 300 ambayo ni sawasaa na bilioni saba kwa kila mwananchi. Oh, sisi ndio tunawatetea no, wananchi na sio serikali ambayo inatetea wananchi. Ndio jambo ambalo ni nimewauliza pia kwa waandishi wa habari. Tunashangilia, tunashangilia, kontena zinasafirishwa mchanga unasafirishwa, mbona serikali iko kimya kwenye jambo hilo? Wameingia makubaliano na Acacia hawasemi hayo makubaliano yatahusisha kontena zile kusafirishwa. Haya ndiyo mambo ambayo wananchi lazima wajiulize. Serikali inasema imekubaliana na Acacia kufanya ongezeko la thamani kule kule mgodini, lakini mjue, mwaka tisini na tisa e, serikali kupitia harakati za wanamazingira, wanama iliwakatalia akasia kutumia cyanide kwa ajili ya kupata dhahabu, kwa sababu cyanide inaathiri mazingira. Cyanide inaingia kwenye mito ya wananchi na kuwapa wananchi magonjwa. Cyanide inaua viumbe hai aridhini. Leo serikali ya rais Magufuli imewakubalia akasia kuchambua dhahabu kwa kutumia cyanide kule Buzwagi. Maana yake ni kwamba tunauawa. Maana yake ni kwamba tuna tuna tuna tunapewa sumu. Kwa hiyo serikali inataka ipate sifa kwa umma kwamba yenyewe imekubaliana kwamba dhahabu ile itaongezewa thamani hapa e, nchini, lakini serikali hiyo hiyo imewaruhusu Buzwagi kutumia cyanide. Cyanide ni sumu, imekataliwa zaidi ya miaka ishirini duniani kote inakataliwa, serikali yetu imekubali kisa tu ionekane dhahabu ina inachenjuliwa ina hapa, hapa, e, hapa, hapa nchini. Serikali ya Rais Magufuli imeruhusu wawekezaji watumie sumu kumwaga kwenye ardhi kwa ajili ya kutaka sifa ya umma kwamba wao wana wana wanachenjua wana, e, wanachenjua dhahabu hapa nchini. Mfumo uliotangazwa na Acacia wa kuchenjua dhahabu kule Buzwagi ni mfumo ambao unaenda kuua eh, mazingira yetu, itaingiza sumu kwenye ardhi, sumu ile itaingia kwenye mito, wananchi wataathirika, wananchi watakufa. Ndio kitu ambacho kitokea kule North Mara kwenye mto, eh, mto Tigiti, ambapo wananchi wa, walipata magonjwa ya hatari kwa sababu ya matumizi ya cyanide ndio ambayo sasa hivi serikali imewaruhusu waitumie Buzwagi. Haya ni mambo ambayo hatuwezi kuyakubali, tutawaeleza wananchi, na serikali lazima itoke, ieleze teknolojia gani ambayo wamekubaliana na Acacia kwa ajili ya kuweza kuchambua dhahabu ambayo wanasema kwamba itachambuliwa hapa nchini. Ah, ah, tuliona suala la mwisho, tumeibiwa, wamepiga kelele tumeibiwa, lakini tujaona hata mmoja wale wazungu waliotuibia labda kupelekwa mahakamani labda kushtakiwa Haya ndo baadhi ya mambo ambayo nimewahoji pia, kwamba tulielezwa kwamba kuna wizi mkubwa, tulielezwa ma-maafisa eh, wa serikali wamehongwa, tumeona TMAA imevunjwa na kadhalika. Mbona kwenye haya makubaliano ambayo serikali imetangaza hakuna prosecution? Hatuoni nani atapelekwa mahakamani kwa huo wizi, hatuoni nani ambaye e, watashtakiwa kwa wizi. Haya ni mambo ambayo kama nilivyosema, tunachezewa shere na wazungu, wametuchezea shere vizuri sana, na sisi wananchi tusikubali. Lazima serikali yetu iweze kusimama na kusema ni nini ambacho kiuhalisia wamekubaliana na wazungu wa, wa, wa Acacia. Je, ni swala la Bombardier kwamba sasa wanaenda kuiachia Bombardier? Na ndio maana waziri mkuu sasa hivi yuko Canada kwa ajili ya, ya, ya mazungumzo hayo eh, ya Bombardia. Je, ni nini ni, ni hasa ambacho kimetokea kime, kwa sababu kuna madai mahususi na tuliambiwa hii ni vita ya uchumi. Je, amiri jeshi mkuu ametangaza vita imekwisha, baada ya kupata kishika uchumba cha dola milioni tatu makaya? Ndio mambo ambayo tunapaswa sisi kuweza nani kuyajadili na nashangaa sana kuona watu wakishangilia mambo ambayo kiukweli kuna uongo mwingi sana, serikali imedanganya wananchi. Serikali iwaeleze ukweli wananchi, ama madai tuliyoambiwa hayakuwa halali au kuna dili ambayo serikali imefanya na Acacia na serikali, na sisi tutaendelea kuchunguza, tutajadiliana kwenye kamati kuu ya chama na tutatoa taarifa kwa wananchi nini ambacho unakigundua.